Ajali ya moto ulioteketeza nyumba ya gorofa ya Bwana Mel John wilaya ya Kibaha mkoani Pwani umesababisha vifo vya watoto watatu ambao ni Adrela Peter mwenye umri wa miaka minne, Gracious Cardinas mwenye umri wa miaka mitatu pamoja na Gabriela Cardinas ambaye alikuwa mwaka mmoja. Kwa mujibu wa taarifa ya ajali iliyotolewa na jeshi la polisi, imeeleza kuwa tukio hilo lilitokea Oktoba moja saa kumi na moja jioni, ambapo baadhi ya mashuhuda walisema kuwa kabla ya moto kuwaka ulisikika mlipuko na baadaye zilisikika sauti za watoto wakimwita bibi yao ambaye walikuwa wakiishi naye na wakimjulisha hakuwa kuna moto ambao umetokea na kupelekea vifo vya watoto hao. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kwa ushirikiano wa jeshi la polisi pamoja na shirika la umeme Tanzania Tanesco, na jeshi la zimamoto na uokoaji ili kubaini chanzo halisi cha moto huo. Mili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya Tumbi kwa uchunguzi wa kitabibu. Kadhalika, jeshi la polisi limetoa wito kwa wazazi na walezi kuhakikisha usalama wa watoto wao wa wapo majumbani muda wote, ili kuepusha ajali zinazoweza kuzuilika. Na hii ni Tmedia Two, unaweza kutufuatilia kupitia Tmedia Two, Tmedia One kwa habari mbalimbali zinazoendelea kujili. Vile vile, unaweza kusubscribe, like na kushare. Langu jina ni Loisi Skila.